Alikuwa mkurugenzi wa shirika la upelelezi la Marekani FBI, James C. Comey ameshtakiwa kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa bunge la Marekani na kuzuia haki kutendeka. Rais Trump alimfukuza kazi Bwana Comey mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba, muda mfupi tu baada ya kuthibitishwa kuwa rais huyo alikuwa anachunguzwa kuhusiana na madai kuwa Urusi iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka elfu mbili na kumi na sita. Mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi alisema katika taarifa kwamba hati ya mashtaka inaonesha dhamira ya idara hii ya haki ya kuwawajibisha wale wanaotumia vibaya nyajifa zao kuwapotosha wa, wa Marekani. Inaaminika kuwa mashitaka dhidi ya Komei yanahusiana na ushahidi aliotoa mbele ya kamati la baraza la Seneti la masuala ya sheria, ambapo alikanusha madai kuwa alifichua kwa vyombo vya habari taarifa nyeti kuhusu namna Urusi iliingia uchaguzi wa Marekani. Komei ni mkurugenzi mkurugenzi wa kwanza wa zamani wa FBI kushtakiwa kwa uhalifu, ingawa anashirikiana kuwa hajidanganya chini ya kiapo. Ikiwa anapatikana na hatia, atakabiliwa na kifungu ama kufungwa kwa zaidi ya miaka mitano jela. E bana, uh, James Comey mtu ambaye alikuwa ni maarufu kwelikweli, hivi sasa na yeye anaenda kukutana na kitu kizito sana, ijapokuwa mwenyewe ametoka hadharani na kusema hana hatia hata kidogo kwa hayo mashtaka ambayo anashtakiwa lakini bado ameshtakiwa na ataenda kujibia kesi hiyo. Swala so, kubwa ni kwamba kuitaja Urusi unajua mbele ya Marekani inaonekana ni kama dharau kubwa, na kuonyesha kwamba labda inawezekana Trump ni pandikizo la Urusi kwenye serikali ya Marekani na kuchochea hata vurugu ndani ya Marekani. Hivyo ameona ni heri huyu tukampeleka mbele ya vyombo vya sheria, na kama kuna namna ya kufanya basi iwepo wazi na aweze kufikiwa kwa haraka zaidi.